Aina noma. Wacha na nao tutembee bana, wewe tu tukawasikilize, sio? Unajua wewe uje shida gani tu tukawasikilize au sio? Eh, wewe tukawasikilize e, sio kazi ya <muchilize> <muchilize> ni aje si. Kaka, abati. Kaka mambo? Mzima. Ehe, ni kaka ni handsome afamkia vizuri kwa kweli. Yaani huwezi amini ya mume wangu nilivyomuona tu ananukia vizuri. Nikatamani nimwambie umuite, ndiyo maana nimekwambia umuite. Hivi mke wangu, mambo gani unazungumza mbele yangu wewe? Kwani mimi nimekosea nini hapa kumwambia huyu kaka ananukia vizuri, kaka, ni hesa nimekosea kitu gani? Haya ni maswala ya kuzungumza mbele yangu kweli? Kaka ananukia vizuri, mtoto kapenda harufu yake akakwambia umuite wewe babake. Kuna shida gani? Kwa usikiliza. Kwa hiyo ndio ulichotusimamishia au? oto aa doo hata kidogo. Ni hivi, hivi ah, ah, wewe mtoto anataka unambishia. Mtoto mtoto bado unisaidie hapo tupate ili jesho la huyo kaka ninuse vizuri harufu yake. Kaka nanukia vipo eneeo tutembea chana nao hawa wasikia. We msikilize, sio ee? Wewe unacheki hali yake kama hivyo nini, sio yeye hapo nee? ushamuona ni mjamzito nini? We msikilize tu, au sio? Ndio baraka zenyewe. Wewe msikilize hapo. Fanya, hivi, kaka, kidogo tu. Sawa usimkazie we chekecha tumeelekezwa hapa tujikatae. Sawa vipi? Bade mkaaga jao kinoma mwanangu. Mzingatie tuondoke ondoke. Wewe shida yako nini? Mm. Nataka na ufanye hivi nipate na nilie harufu yako. Mtoto mm, anajisikia oh, kunusa kwa. Okay. Yeah. Sogea hapa, si nataka harufu yako hapa. Sogea. Tembea haraka unatembeaje eh, wewe? Kikwapa kipi? Hiki au hiki? Fanya hivi hivi. Unajipangia tu hiki cha kwako. Nusa hapo chapu? Jamani, unajua mimi siuelewi. Mimi mwenyewe simuelewi unajua. Mtoto anataka jamani, unambishia juu mtoto, unajua huyu mtoto gani jamani?

Wangu ni nimechoka. Pole mke wangu. Sasa si ndio mazoezi mke wangu? Mazoezi wapi bana? Huko ndani. Mke wangu, yani unapofanya mazoezi na hizi hali zenu inakulazishia wewe hata siku kujifungua. Hapana. Hapana, hapana Bana, kuna tu hivi na na shida. Hapana, tembeza sasa. Kwani kliniki waliambiaje? Simu mazoezi. Hata hata hata kama hata, kama. Basi basi pole. pole. Lakini hata hivyo basi eh yani najisikia kwa kaka inanukia vizuri kwa unajisikia tunachokuzungumza mke wangu, hasa kama ninajisikia vizuri. Apala, nisiseme mke wangu, unajua, mm. Sasa unaenda kunikera, unatambua kwanza umenidharilisha mke wangu. Mimi hayo maneno mpaka sasa hivi bado na hayo maneno ya barabara kweli, mm. Ili hali yako isitengeneze, kwamba sasa wewe kila kitu wewe ni umekuwa, yani mtu kila siku vitimbwi, kwa sababu ya hali yako kweli. Wanawake wote no nakueleza tu hivi, hata wanawake wenzako wote wanaobeba mimba ndio wanakuwa na tabia kama zako. Sasa mdoto unaongea, nifokee mimi, unamfokea mtoto. Hawala, sikufokei wewe wala mtoto, ila nakueleza wewe, matendo yako unayofanya sio mazuri, mke wangu. Unajirugia na kumbisha mtoto. Mtoto akataka kwapa yule kaka, mimi nimemwita, nimekwambia umwite, nimenusa ile kwapa, nimejisikia vizuri, mpaka sahivi hapa nina furaha mpaka anaanza kumsifia yule kaka. Je, siweke yanukie vizuri hmm? Hmm, nianukie vizuri yule kaka. Mke wangu nisikilize, hapana. Lazima tu nikuambie ukweli, umekuwa ni mtu wa kumfokea mwanangu. Mwanangu nikizungumza kitu mie sasa hivi nikitaka kitu ni mtoto, nikitaka kitu ni mtoto, nikitaka kitu ni mtoto. Yani nachukia, sio siri. Kwa hiyo unamchukia mtoto, unanichukia mimi, au unachukia mimi ninachokifanya? Mimi sikuchukii wewe si mtoto, ila matendo. wakati mwingine, hebu jaribu kujiheshima, sawa Sio kila kitu kikitokea sasa iwe mtoto iwe mimba iwe mimba, unamfokea mwanangu. Sijiheshimu? sijiheshimu saa hizi? Basi basi, sio ustaarabu kabisa. Sijapenda kwa kweli. Hapana, uzo wenyewe huu? Jamani, bado unamfokea nisamehe. Bure hapana, umenikwaza.